Methali ya kuchekesha kidogo inayosema hivi: maisha ni jambo gumu, na miaka mia ya kwanza ndiyo migumu zaidi. Mwandishi mwingine aliweka hivi: maisha na mambo magumu huenda sambamba, na mara nyingi huonekana polepole kama dhoruba zinazoongezeka. Hilo linaibua swali, sivyo? Kwa kweli, labda ni moja ya maswali ya zamani zaidi katika historia ya binadamu. Kwa nini tunakumbana na matatizo, huzuni na maumivu? Majaribu kama haya yanaweza kuja kupitia janga la asili au ugonjwa, kufilisika, au uhusiano uliovunjika. Baadhi ya matatizo ni ya ghafla na yanavunja moyo. Matatizo mengine maishani ni kama yanaendelea karibu kana kwamba yanataka kukuvunja moyo kwa muda. Sasa unasemaje kwa mtu anayekuuliza, Mungu yuko wapi? Leo duniani naam, wacha ni kuambie, Wakristo nadhani huwa na haraka sana na majibu yao. Wanaweza wakati mwingine kutoa ukumbusho wa kijuujuu kwamba unajua, Mungu daima ni mwema, na hapa kuna mstari mmoja au miwili ya furaha. Hapa kuna ahadi, labda kutoka kwa muumini mwingine anayesema, nitakuombea tu, labda kupiga mgombo, na inamwacha mtu anayeteseka akiwa amechanganyikiwa. Na bado mpweke. Haya ni maswali ya zamani wapendwa. Kwa nini wenye haki wanateseka? Mungu yuko wapi wakati janga linatokea? Kama Mungu ni mwenye upendo wote, kwa nini anaruhusu mateso ya binadamu? Je, Mungu anajali kweli kuhusu sisi? Na kwa nini Mungu yuko kimya tunapoteseka? Sasa kama ningekuuliza, ni wapi napaswa kugeukia ili kupata majibu kwa ajili yako na mimi leo, labda ungesema vizuri, unapaswa kugeukia kitabu cha Ayubu, na nadhani ungekuwa unaelekea kwenye mwelekeo sahihi. Kitabu cha Ayubu kinashughulikia maswali magumu zaidi katika moyo wa binadamu. Mwandishi mwingine niliyekuwa nikisoma hivi karibuni aliandika kuhusu mhubiri wa kijijini kwenye redio. Alikuwa akihubiri kuhusu kitabu cha Ayubu, na kichwa cha mahubiri yake kilikuwa, siwezi kula mchana, siwezi kulala usiku, na mwanamke ninayempenda hanitendei haki. Naam, nadhani huo ni mutasari mzuri wa ayubu kwa maneno yasiyozidi ishirini. Sasa, kabla hatujaingia ndani, nataka kukupa baadhi ya maoni kuhusu kitabu hiki. Kwanza, wacha nikuonyeshe kwamba kitabu cha Ayubu kwa kweli ni shairi refu. Shairi linaanza katika sura ya tatu na linaendelea hadi sura ya arobaini na mbili na aya ya sita. Sasa kabla ya muundo wa kishairi kwanza, unayo sura ya 1 na mbili hizi zinaunda kile tunachokiita utangulizi, na kisha baada ya shairi kumalizika, aya 11 za mwisho katika sura ya 42 zinatupa kile tunachokiita itimisho. Sasa Ayubu huenda aliishi wakati wa Abrahamu au labda hata mapema zaidi Ukweli kwamba tunamwona hapa katika sura ya moja ambapo anatoa sadaka za kuteketezwa kwa Mungu kwa niaba ya watoto wake, basi hilo linamweka kabla ya sheria ya Musa, kwa sababu baada ya sheria ni ukuhani tu unaweza kutoa dhabihu kabla ya sheria kutolewa. Hata hivyo, wakati wa Musa, Ayubu, sawa na Nuhu, sawa na Abrahamu, watu hawa wanaonekana wakitoa dhabihu kwa Mungu. Niruhusu pia kutaja ukweli kwamba kitabu cha Ayubu kina kifungu kirefu zaidi katika Biblia ambapo Mungu Baba anazungumza, sura nne, kwa jumla. Ayubu pia kina kifungu kirefu zaidi katika Biblia ambapo Shetani anazungumza. Unaona, Ayubu atafunua pazia na kutupa simulizi la shahidi wa macho wa mazungumzo kati ya Mungu na Shetani. Na lazima niseme, kila wakati ninaposoma, mimi nie nashangazwa. Kwa hivyo kitabu hiki cha zamani hapa kilichoandikwa na Ayubu, ambacho huenda kilihaririwa baadaye na Musa, kinashughulikia maswali ya zamani ambayo bado tunauliza leo, maswali kuhusu mateso na maumivu na matatizo ya maisha. Sasa hebu tuanze hapa na aya ya moja. Kulikuwa na mtu katika nchi ya Usi ambaye jina lake lilikuwa Ayubu. Sasa unasoma kauli hiyo na unaweza kushangaa ikiwa hii ni simulizi la kweli. Mtu anayeishi katika nchi ya Usi, kwa baadhi ya watu inasikika kama mchawi wa Oz. Kweli, Usi ilikuwa mahali halisi. Iliitwa kwa jina la mjukuu wa Nuhu kupitia ukoo wa Shemu. Alikaa hapa katika eneo la kusini karibu na bahari ya chumvi kama Edomu. Sasa ikiwa kuna shaka yoyote iliyobaki akilini mwako kwamba Ayubu alikuwepo, Ezekieli nabii aliandika kwamba Danieli, Nuhu na Ayubu wote walikuwa watu wacha Mungu. Hiyo inapatikana katika Ezekieli sura ya 14 na aya ya 14. Sasa Mungu anamuelezea Ayubu kwetu hapa katika aya ya 1 kama mtu asiye na lawama na mnyofu anayemcha Mungu na kujiepusha na uovu Unajua, nadhani ni kama mungu anataka tujue bila shaka yoyote kwamba Ayubu hatateseka kwa sababu hana imani. Anakaribia kuteseka kwa sababu ya imani yake. Sasa tunakaribishwa kwenye mali yake ya kifahari, tunagundua utajiri wake wa ajabu. Hapa katika aya ya mbili, alizaliwa wana saba na binti watatu alikuwa na kondoo elfu saba ngamia elfu tatu jozi mia tano za ng'ombe na punda wa kike mia tano na watumishi wengi sana, au kile tunachoweza kuita wafanyakazi wa nyumbani, kiasi kwamba mtu huyu alikuwa mkuu kuliko watu wote wa Mashariki. Kila mtu kwa kweli anamjua Ayubu. Inawezekana kuwa tajiri na si mcha Mungu. Inawezekana kuwa mcha mungu na si tajiri. Huyu ni mtu adimu ambaye ni tajiri na pia mcha Mungu. Ifuatayo tunaambiwa kwamba shauku yake ya kiroho kwa watoto wake inahisiwa kwa kina. Aya ya nne inasema, wanawe walikuwa wakwenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja siku yake. Ninaamini hiyo ni rejeleo la siku yao ya kuzaliwa, na wangetuma na kuwaalika dada zao watatu kula na kunywa pamoja nao, na siku za karamu zilipomalizika, Ayubu angewatuma na kuwatakasa na angeamka mapema asubuhi na kutoa sadaka za kuteketezwa kulingana na idadi yao wote, kwa maana Ayubu alisema, huenda watoto wangu wamefanya dhambi na kumlaani Mungu mioyoni mwao. Kwa maneno mengine, Ayubu anajali hali ya kiroho ya watoto wake. Wamekuwa wako peke yao wenyewe, wana nyumba zao wenyewe, wana familia zao wenyewe, lakini Ayubu bado anajali kwa sababu anafanya kama kuhani wa familia. Kimsingi, anatoa dhabihu ya upatanisho kwa dhambi ambazo huenda wamefanya. Unajua, inanifanya nikumbuke, tunaishi katika kizazi ambapo tunawapeleka watoto wetu kwa urahisi kwa wengine, kwa viongozi wa vijana, walimu wa shule, wakurugenzi wa kambi, wachungaji wa vijana, na tunakuwa na mtazamo huu hapa, wafundishe. Unajua, wewe unawapandikiza maadili ya kiungu, unajenga tabia ndani yao unapowaongoza kweli hakuna tatizo, kwa njia kushirikiana na wachungaji na viongozi wa kiungu, lakini Ayubu ni mfano kwetu hapa wa mchungaji ambaye hakukabidhi majukumu yake kwa watu wengine, na haikuwa kwa sababu hakuwa na shughuli nyingi. Alikuwa na maisha yenye shughuli nyingi sana. Kwa hivyo unaona kile ambacho Mungu anafanya hapa mwanzoni kabisa, Mungu anatuletea mwakilishi mzuri wa maana ya kuwa mtu wa kiungu anayeishi duniani. Mungu atatufundisha masomo yanayobadilisha maisha na mtazamo. Nafikiria mawili kati ya hayo mara moja. Kwanza, kwamba watu wa Mungu hawako huru na matatizo. Sasa najua wengine wanaweza kusema nini, lakini wapendwa, kulingana na neno la Mungu, Wakristo hawajachanjwa dhidi ya mateso wakati wa kuongoka, na wale wanaofundisha upuuzi wa aina hiyo watajionea sura yao ya mateso. Kwa nini? Kwa sababu sote tunapitia, lakini wacha niseme kanuni hii kwa njia tofauti kidogo, kwa sababu hii ndiyo inasababisha matatizo mengi. Watu wa kiungu hawako huru na matatizo. Sio tu watu wa Mungu, lakini watu wa kiungu wanateseka. Unaona, hapo ndipo shetani anapokuhisikia sikioni mwako, subiri, wewe ni wa kiungu. Unajaribu kutembea na Bwana. Kwa hiyo Mungu si wa haki. Au labda wewe si wa kiungu kweli baada ya yote. Najiuliza labda uko hapo sasa hivi. Labda unajiuliza kama kuishi kwa ajili ya Bwana kumekuwa na dhamani ya jitihada. Au labda unahisi kwamba umeshindwa. Pengine umefanya kila uwezalo katika kujitolea kwako. Kwa ndoa na familia labda unajiuliza kama jitihada ulizofanya kwa miaka hii katika uadilifu na uaminifu na heshima yako kwa Bwana, jitihada za kulea watoto kwa madhumuni na miongozo ya kibiblia, yote labda kwako hivi sasa yanaonekana kutoweka. Na unajiuliza kwa nini? Inawezekanaje hili kutokea? ulikuwa unatarajia unajua mto laini wakati huu, lakini badala yake ni kama umewekwa kwenye tanuru la mateso. Naam, subiri. Bila Ayubu kujua, kuna mazungumzo yanayoendelea huko nje zaidi ya nyota, mazungumzo kati ya Shetani na Mungu hiyo inakaribia kubadilisha maisha ya Ayubu milele na tutasikiliza mazungumzo hayo katika safari yetu ya hekima inayofuata. Mpaka wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote Amina.